Tuende kwa Ramadhani Ngoda yuko Cape Town. Ramadhani, ya habari za wakati huu, kumekucha. Habari za wakati huu nzuri kabisa, na ni kweli kumekucha, kama ambavyo kumekucha Dar es Salaam, na tofauti ni kwamba Dar es Salaam kumewahi kucha eh, kwa sababu eh, kuna tofauti ya saa moja kati ya Eh, saa za Afrika ya Kati ambapo eh, tunatumia huku Cape Town na saa za Afrika Mashariki ambazo mnatumia eh, huko Dar es Salaam Tanzania, lakini yote kwa yote kumekucha na ni asubuhi eh, nyingine ya tarehe 14 ya mwezi Februari mwaka 2026 na, na ni siku nyingine ya maandalizi ya Singida Black Stars kuelekea mchezo wake wa kesho dhidi ya Stellenbosch, huko. Kama sijakusikia vizuri Philip, huko kwa hesabu mengi ni calculation za uh, namna, lakini inaonekana mchezo huo calculation yake haipo hata kidogo. Uh, kama nimekusikia vizuri, uh, ni, ni, ni, ni mechi ambayo kiukweli uh, kimahesabu unaweza ukasema Singida Black Stars haipo uh, kwenye mahesabu ya kufuzu kwenye robo finali lakini Uh, ni mechi ambayo kama ambavyo taarifa zetu kadhaa jana zilizungumza uh, wachezaji wa Singida Black Stars ofisa habari alizungumza hapo, lakini pia hata kocha ukika naye anakuambia ni mechi ambayo wanaichukulia kwa usiri mkubwa sana, licha ya usiri ambao Singida Black Stars na Stellenbosch watauchukulia. uh, kwa upande wa mashabiki huenda isiwe na msisimko mkubwa kwa mashabiki, kwa sababu kwanza, uh, Stellenbosch hawatokei hapa uh, katika jiji la uh, Cape Town kwa maana ya katikati ya mji wa Cape Town wanatoka umbali kidogo eh, kama kilomita hamsini kutoka eh, hapa Cape Town. Eh, ni umbali ambao unaweza ukatembea kwa saa moja ama dakika hamsini hivi, kwa hiyo mashabiki wao pia wasitegemei wakawa wengi sana labda wale mashabiki ambao eh, si, wa, eh, si mashabiki wa Stellenbosch moja kwa moja, lakini ni wa Afrika Kusini ambao wanakwenda kuiunga mkono timu yao ya nyumbani kwa maana ya Stellenbosch. Lakini pia kwa upande wa Singida Black Stars usishangae, eh, kuwaona si wapweke uwanjani kwa sababu eh, kumekuwa kuna uratibu wa mashabiki, uratibu wa Watanzania ambao wanaishi maeneo haya ya Cape Town na maeneo ya jirani na miji ya eh, jirani kutoka eh, Johannesburg, kutoka Rustenburg, kutoka eh, Pretoria. Kwa wale ambao wana uwezo na wanapenda mpira na wanapenda unyumbani, watakuja kwa ajili ya kuiunga mkono eh, timu ya eh, Singida Black Stars katika mchezo wa hapo kesho ambao utachezwa katika uwanja wa DHL, uwanja ambao eh, Stellenbosch wameamua kutumia tofauti na uwanja wao ambao wamekuwa wakiutumia, na kama unakumbuka pia e, mechi yao dhidi ya Simba waliicheza kule Durban, hawakuicheza pia Stellenbosch wala hawakuicheza hapa Cape Town. Lakini hii mechi yao ya mwisho ya hatua ya makundi ya Kombe la Shirikisho wameamua waicheze hapa katika jiji la eh, Cape Town, katika uwanja wa DHL. Kwa hiyo ni mechi eh, nzuri ambayo, eh, licha ya kimahesabu kuwa haimpi nafasi yoyote kati ya hao wawili, lakini ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri na yenye mvuto sana kwa upande wa mashabiki. Moja kati ya vitu ambavyo eh, vimenifurahisha kabla ya kuungana na mimi hapo, nilikuwa mna, naisikia mnazungumza kusana na mada ya eh, maandalizi ya AFCON 2027 na kumekuwa kuna mambo mengi yanazungumzwa. Sasa moja kati ya vinavyofurahisha katika maeneo na viunga mbalimbali mbali vya Cape Town, eh, walikuwa wakikuuliza ah, unatokea wapi? Nikwaambia, natokea Tanzania. Eh, moja kati ya vitu ambavyo ama kitu cha kwanza kukwambia ah Tanzania ambapo uh, AFCON ina, inafanyika mwakani uh, awareness. Kwa hiyo wanaiwa kwamba Tanzania ni nyumbani uh, kwa AFCON 2027, uh, tukiandaa kwa pamoja na, na Kenya na Uganda. Kwa hiyo hizo ni, ni habari ambazo uh, zimetapakaa kwa baadhi ya watu ambao wanapenda mpira na uh, watu ambao wanaiangalia AFCON 2027 na wanatambua kwamba Tanzania itakuwa ni moja kati ya nchi ambazo zitaandaa michuano hiyo, uh, kwa msimu unaofuata Nikuulize hivyo hivyo kwa maana kwamba jana wa kuna baadhi ya kauli za Motsepe, na Motsepe anatokea Afrika Kusini. Labda tuambie tu nini ambacho wamefurahishwa nacho sana, mbali na hicho ambacho umetuambia, hasa katika eh, statement zake wakati Motsepe akizungumza hapo jana katika mji wa Dar es Salaam, kwa ufupi sana. Ya, ni kauli ambazo eh, moja, eh, ni, ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikijadiliwa pia eh, na unajua jinsi gani ambavyo eh, Dr. Patrice Mosepe anachukuliwa hapa Afrika Kusini, hasa katika eh, mji huu wa Cape Town, na kauli yake ambayo ameizungumza ni kauli ambayo ime, ime, ime, ime, imezipa nguvu nchi tatu ambazo zinaandaa michuano hiyo na hata wao wenyewe pia. E, baadhi ya mashabiki baadhi ya Waafrika Kusini hapa wamekuwa wakisema kwamba e, hizo kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa na watu wengine ni kama zimefutwa e, kama zimefifishwa na kauli ambayo ameizungumza rais wa CAF na wana uhakika kabisa kwamba michuano hii itakwenda kufanyika katika hizo nchi tatu. Na sasa kingine ambacho pia kinafurahisha ni kwamba e, kuna baadhi ya watu akikutana nao e, wale ambao wana shauku ya, ya, ya, ya kushiriki michuano hii wanatamani E, hata e, nyumbani kwao kwa maana ya mechi zao za nyumbani Afrika Kusini wacheze katika ardhi ya Tanzania. Na hata mashabiki wanatamani kwamba e, wafike Tanzania wa, wa, hata kama mechi za timu yao ya nyumbani hazitachezwa Tanzania, lakini wao wanatamani kuziangalia mechi ambazo zitachezwa katika e, viwanja vya Tanzania, ikiwemo Arusha, ikiwemo na, na Dar es Salaam au Zanzibar, kwa sababu ni maeneo e, ambayo wengi wao wanayasikia, ni miji ambayo wengi wao wanaisikia na inawavutia kweli kweli, na wanatamani siku moja waweze kufika e, ukiwasikia watu wanataja wanataja mbuga za Serengeti, ukisikia watu wanataja e, mbuga za Manyara e, na vivutio ambavyo vipo katika visiwa vya Zanzibar e, za, za Zanzibar kimekuwa maarufu sana e, katika maeneo mbalimbali hapa, na hata baadhi ya watu ukiwauliza, kwamba e, ah, ni kitu gani ambacho pengine ukifika Tanzania unatamani kufanya, na kwambia ah, natamani kufika Zanzibar. Zanzibar naisikia ni nzuri sana na natamani kufika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni e, story ambazo e, zina zinakupa nguvu na zinashawishi zina kwamba watu wanashauku kubwa ya kufika Tanzania licha ya mashindano haya kuwa inaandaliwa na mataifa matatu lakini imeonekana na kwa stori stori ambazo umepigapiga na watu wa wawili watatu katika mitaa hii ya Cape Town, wengi wanatamani kuja Tanzania na wengi wanatamani kufika kwenye vivutio. E, kuna dereva mmoja wa usafiri e, binafsi e, nilikuwa naye kwenye gari jana na alivyogundua kwamba ni Mtanzania akawa ananiuliza kuhusu mlima Kilimanjaro, akawa ananiuliza kuhusu e, mbuga za wanyama, nikawa namwambia kwamba AFCON inafanyika mwaka nangependa kuja akasema, ah, ningetamani kuja na sio kwenda Kenya, wala Uganda, ningetamani eh, nije Tanzania, ili niweze kufika katika katika hayo maeneo. Kwa unaweza ukaona kwamba AFCON 2027 kuwa sehemu ya waandaaji kwa Tanzania inaweza ikawa na faida kubwa kiasi gani kwa nchi eh, kwa maana ya kuongeza pato katika eneo hilo la utalii na na na na maeneo mengine ya uchumi wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu hao wote watahitaji vitu vingi sana, ikiwemo usafiri, chakula na vinginevyo. Kwa hiyo hawa ni wachache tu kati ya wengi ambao wana hiyo shauku inayofanana na hawa ambao e, wamejaribu kuzungumza kwa vinywa vyao.